Hatuwezi tumaini kutatua matatizo yetu kwa kujidanganya danganya kuwa haya. Mwaka 1963 mpaka 1964, kazi ya ujenzi wa taifa changa ilikuwa inaendelea. Mawazo na falsafa ya mwalimu Nyerere ilikuwa inaendelea kukomaa kuhusu mfumo stahiki wa kuleta maendeleo. Hata hivyo, Mwaka 1964 kuna matukio mawili makubwa yaliyoitikisa nchi na utawala wa Mwalimu Nyerere. Nyingine ambayo ilifuatana na hiyo ambayo shake up the system ni wakati ule tumepata jeshi letu la Tanganyika kea wakidai mishahara Waingereza waondoke na nini, ile ili shake the whole attitude ya uh, what kind of armed um, services should we have, jeshi na polisi na hizi services zingine, na solution iliyotolewa mko, baada ya kuemploy watu ambao ni technocrats na bureaucrats ambao wanafuata tu komandi za viongozi wao, lazima una watu ambao wamepikwa na wamewiva katika sera za nchi, alafu ndio wapewa madaraka. Kwa jeshi letu ndio likaitwa jeshi la wananchi wa Tanganyika, na baadaye tulipoungana na Zanzibar likaitwa jeshi la wananchi wa Tanzania na Zanzibar. Tukio hili la jeshi kuasi lilifuatiwa na tukio lingine huko Unguja, ambayo ilikuwa imetoka kupata uhuru wake kutoka Uingereza. Zanzibar ilipewa uhuru wake na Uingereza Desemba 10 mwaka 63. Hata hivyo, chama cha ASP kiliamini kuwa uchaguzi huo haukuwa wa uhuru na usawa na kusababisha mapinduzi visiwani humo. Sasa, ile utaratibu wa uchaguzi hapa ulikuwa kama vile wa Waingereza na yani chama kikipata viti vingi hata kama ina kura chache kina kura chache ndio kinapoa madaraka na mamlaka, na hili haikuridhisha ASP ambayo ikihisi imeshinda kwa sababu kipata kura nyingi kuliko viti. Sasa utaona kipindi cha hamsini na saba ndio kimweka msingi wa balaa lote lilofikia Zanzibar na hatimaye ya kwa mapinduzi katika mwezi wa Januari elfu moja mia tisa na sitini na nne Serikali ya sultani iliangushwa na ikawekwa pale serikali ya wazalendo wananchi. Na kilichorahisisha kuangushwa kwa, kwa serikali ya sultani kilikuwa hasa kitu kimoja, nacho ni kwamba kwanza Zanzibar ilikuwa inaelekea huko kwenye uhuru, pamoja na kwamba ilikuwa ni koloni lakini iko chini ya uangalizi wa Waarabu sultani. Lakini e, serikali ya sultani haikuwa na sura ya Wazanzibari. Matokeo ya mapinduzi ya Zanzibar Januari 12 mwaka 64 yalileta muungano wa nchi mbili ya Tanganyika na Zanzibar na ndipo jamhuri ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar yaani Tanzania ilizaliwa Aprili 26 mwaka huo huo wa 64. Nimewaiteni katika kikao hiki cha haraka ili kuwaomba mthibitishe mkataba wa muungano kati ya jamhuri yetu na jamhuri ya Unguja. Kwa katiba ya mpito ya muungano, Mwalimu Nyerere akawa rais wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Na mwaka uliofuata 65 mwezi wa 9 Mwalimu Nyerere alichaguliwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mwaka 77 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kwanza wa Chama cha Mapinduzi CCM kilichotokana na muungano wa vyama viwili vya, vya TANU na Afroshirazi Pati. Mfululizo wa vipindi hivi vya Dira ya Mwalimu Nyerere utaangalia kazi zake na matukio mengine muhimu kwa kina. Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi wa kwanza wa kiafrika aliyeleta uhuru wa nchi yake, kiongozi aliyestaafu kwa hiari mwaka 85 na kupisha viongozi wengine kuongoza nchi. Hatua hii ya Mwalimu Nyerere ya kustaafu uraisi kwa hiari yake ni jambo ambalo liliweka heshima ya kiwango cha juu kwa viongozi wengine wa kiafrika ambao wengi wao wanataka kuendelea kutawala mpaka kifo chao. Mwaka 92 alistaafu kama mwenyekiti wa chama na kujitoa kabisa kutoka uongozi wa nchi. Mwalimu Nyerere alirudi kijijini kwake Butiama baada ya kustaafu, lakini pia alipata uongozi wa taasisi na kazi za kimataifa. Mwaka 87 hadi mwaka 90, Mwalimu Nyerere alikuwa mwenyekiti wa South Commission, tume iliyokuwa inasimamia maslahi ya nchi za kusini mwa dunia, na kuanzia mwaka huo 90 hadi kifo chake, tume hii ilikuja kubadilishwa kuwa kituo Yani South Center na Mwalimu Nyerere aliendelea kuiongoza. Vilevile, mwalimu alikuwa mwezeshaji mkuu wa mazungumzo ya amani ya Burundi kati ya mwaka 98 hadi 99. Jambo moja muhimu alilolifanya katika mwaka 96 ilikuwa ni kuanzisha na kuwa mwenyekiti wa bodi ya Mwalimu Nyerere Foundation. lazima tuendelee kuadvocate unity. Penda ka foundation hako, ningependa ka foundation hako kaendeleze kazi hiyo, kazi yake ya pili, ka foundation hako kaendeleze kazi hiyo advocating unity in Africa. African unity, lakini unity na wala maendeleo hayawezekani bila amani sasa hilo sina haja kulisema sana. Kwa hiyo tunapenda ka foundation hako nako kashughulike na amani katika Afrika amani, amani baina ya nchi na nchi na amani ndani ya nchi, sababu zamani matatizo ya amani ilikuwa ni nchi na nchi zinapigana na hiyo bado Afrika iko uwezekano huo wa nchi na nchi zikapigana, lakini duniani inaelekea eh, magomvi baina ya nchi na nchi yatazidi, yata kuwa yanapungua, na hasa kwa nchi kubwa yanapungua. Nchi kubwa zinaogopana sasa, wana magomvi ya maana ya vita kuuana, yatapungua sana baina ya nchi kubwa, wanaogopana, wana kwa sababu ya silaha walizonazo wanaweza kumalizana. Kwa hiyo kutazamia kwamba eti kesho na kesho kutwa sijui wa, wa, wa Marekani watapigana na Warusi pale ngumu, e, sana sana kufikiria hivyo, kwa sababu vita vya sasa e, si vile vya zamani e, vita vya sasa e, yule mwamuzi yule zamani, wewe unayeamua vita ulikuwa hufi e, unaamua mpigane, lakini hufi kwa hiyo unaamua wengine wafe, lakini usio sasa. Sasa ukishaamua vita, wewe unakufa na wengine wanakufa, kwa sababu huyu utabonyeza, utabonyeza nuclear weapon zilipuke, na yule mwenzio atabonyeza na wewe, hubaki hapo ulipo, utakufa. Kwa hiyo kwa kwa kwa terror, kwa hii balance of terror, hi wale waamuzi kwamba vita vifanyike Eh, hawaamui siku hizi vifanyike baina yao kwa wao, wanaweza kuamua vifanyike baina ya, ya Tanzania na, na jirani lakini hawawezi kuamua vifanyike baina yao, na yao. Kwa hiyo vita baina ya nchi na nchi, hasa nchi kubwa, nadhani sasa hai, ni vigumu sana kufikiria bado vitakuwa hapo, magomvi magomvi baina ya nchi na nchi, nchi zetu ndogo ndogo hizi, wakati mwingine kwa kusukumwa na wakubwa kwa faida zao wenyewe lakini itaendelea kupungua. Kwa hiyo lakini kubwa zaidi itakuwa ni, ni, ni vita ndani ya nchi na nchi kama hivyo mnavyoona sasa hivi inafanyika katika Afrika. Kwa hiyo ni vita kwa wenye, wenye kwa wenyewe Rwanda, wenyewe kwa wenyewe Burundi, wenyewe kwa wenyewe Mozambique, wenyewe kwa wenyewe Angola, wenyewe kwa wenyewe Liberia, wenyewe kwa wenyewe Sierra Leone, wenyewe kwa wenyewe Somalia, Algeria ni wenyewe kwa wenyewe, vita vya matatizo ya vita baadaye ya kutokuwapo na amani yatakuwa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe ndani ya wenyewe kwa wenyewe. Na dawa yake nasema dawa yake, mimi naamini dawa yake ni maendeleo, ni maendeleo na na na, na umoja, kushirikiana na umoja, kwa sababu mara nyingi sana ni, ni watu wengine wanatafuta space tu, so kwa tunataka foundation hako kafanye kazi nyingine hiyo nayo eh, kashughulike na kazi hiyo nayo. Amani katika Afrika, maendeleo katika Afrika, na umoja katika Afrika.